Karibu sana katika sehemu ya kwanza ya nguvu za siri za mganga Gwajima. Katika kijiji kidogo cha Kajiado, pembezoni mwa jangwa lenye vumbi la dhahabu, aliishi mganga mashuhuri sana aliyeitwa Gwajima wa Milima Mitatu. Alijulikana si kwa uwezo wake wa kuzungumza na mizimu ya mababu pekee, bali pia kwa kutibu magonjwa ambayo hospitali kubwa zilikuwa zimeshindwa kuyaelewa wagonjwa walikuwa wakisafiri kutoka Mombasa hadi Kisumu, wengine walikuwa wanatoka Masabiti hadi Nairobi. Lengo ilikuwa ni kupata tiba kutoka kwa mganga Gwajima. Watu walikuwa wanamwita mganga wa mwisho, maana wengi walifika kwake baada ya kukata tamaa hospitalini. Mwamba aliweza kuponya upofu kwa kuvuta moshi kutoka kwenye mti wa msingi wa mizimu. Aliweza kurejesha wanawake walioshindwa kushika mimba Aliwanywesha mchanganyiko wa mate ya fisi na mizizi mitatu ya porini. Alikuwa na uwezo wa kutibu hata wanaume waliokosa nguvu za kiume. Alikuwa anawachukua wanaume, anawatembeza uchi juu ya moto, moto wa tambiko, huku wakiwa wanasoma majina yao kwa kurudi nyuma. Sifa zake ziliendelea kuenea kama moto wa nyika, lakini mafanikio haya hayakupendeza baadhi ya watu, hasa maafisa wa afya wa serikali na wachungaji wa makanisa ya kisasa. Waliona kama Gwajima alikuwa akiharibu mpangilio wa huduma za afya. Na wengi walidai kwamba Mwamba alikuwa anajihusisha na uchawi na ibada haramu. Mwishowe, baada ya vikao vingi vya kisiri serikali ya Kenya ilimtangaza Gwajima kuwa hatari kwa usalama wa afya ya umma. Walimfutia kibali chake cha kutoa huduma, wakifunga boma lake la tiba na kuchoma baadhi ya dawa zake za jadi. Lakini walijua hawajamaliza tatizo. Siku hiyo ya kufungwa kwa boma lake, umati mkubwa wa wateja wake waliokusanyika walilia kwa huzuni na hasira kubwa sana. Akina mama walilia sana, walilia kwa sauti kubwa sana na huku akisema, Gwajima, umetuponya zaidi ya madaktari. Huyu si mganga, huyu si mganga, huyu ni neema ya Mungu. Na katikati ya huo umati alikuwepo kijana mmoja jasiri sana aliyeitwa Tundu Lisu alikuwa ni mmoja wa wateja wa karibu wa Gwajima aliyewahi kupona ugonjwa wa mishipa uliomfanya apoze kwa miezi minne. Tundulisu wakuweza kuvumilia kuona mganga wake akidhulumiwa. Polisi walipoanza kuwatawanya waandamanaji kwa mabomu ya machozi na virungu, Tundulisu alimpiga askari mmoja kwa fimbo ya miujiza aliyokuwa amepewa na Gwajima. Askari huyo alidondoka chini akapoteza fahamu kwa sekunde kadhaa. Tukio hilo lilirekodiwa kwenye simu na kusambazwa mtandaoni kwa kasi ya radi. Serikali ikatangaza mara moja, anayetusaidia kumkamata huyu kijana ajulikanaye kama Tundulisu atapewa zawadi ya shilingi milioni kumi. Lakini tundulisu tayari alikuwa ameshaelekeza miguu yake mahali pasipotafutika. Alikimbilia katika msitu wa Amazon akitumia njia za kichawi alizofundishwa na Gwajima. Tangu siku hiyo hajawahi kuonekana tena e, ila simulizi zake zimekuwa zikiendelea kuzungumzwa na watu wenye heshima kubwa kwa waganga wa jadi. Sasa katika siku zilizofuata, jina la Tundulisu liliendelea kuitikisa serikali ya Kenya. Serikali ilituma maafisa wa ujasusi, wakatuma vikosi maalum vya kupambana na ugaidi lakini hakuna aliyeweza kufuatilia njia ya Tundulisu. Watu walidai kumwona Kajiado usiku mmoja akijificha, wengine walidai alionekana Kisii akiwa na mavazi ya miti shamba, lakini haikuwa kweli. Kila ushahidi uligeuka moshi. Ndani ya msitu wa Amazon, ambapo miti mikubwa hufunika mbingu kama dari la miungu, Tundulisu alikuwa amepokelewa na kabila la kizamani la Wayari, watu waliopotea katika historia za kuishi kwa mila kali za kichawi. Huko alipewa jina jipya, aliitwa mlinzi wa mizizi mitano. Alijifunza kupita kwenye mto wenye mamba wakali kwa kutaja jina la maji kwa lugha ya mizimu. Akafundishwa kuvuta sura ya mwanadamu na kuvalia sura ya mnyama ili asitambulike kiurahisi. Katika mwezi wa pili msituni, Tundulisu aliweza kuingia kwenye ndoto za watu akiwa wa mbali huko akiwaamsha wakiwa na jasho huku wakisikia sauti yake ikisema bado sijatoweka nipo kwa mizizi, nipo kwenye upepo na watazama. Huku Kenya hali ilikuwa imebadilika. Watu waliokuwa wakimuunga mkono Gwajima walizidi kuhamasika, wengine wakaanza kujificha vichakani, wakifundishwa tiba za jadi kwa siri. Maaskari walivyoongeza msako, ndivyo watu walivyopata ujasiri zaidi. Ilikuwa kama harakati za ukombozi wa kiutamaduni. Katika usiku mmoja wa Novemba, Gwajima mwenyewe alionekana ghafla kwenye hema moja la wakulima huko Nyandarua, akiwa na madoa ya damu ya simba begani, ishara ya kuwa alikuwa amefanikisha tambiko kuu. Aliongea kwa sauti nzito, akasema, Tundulisu hayupo mbali, yuko karibu nasi kuliko mnavyodhani, na muda ukifika atarudi kwa kishindo. Habari hiyo iliwashangaza wengi, serikali ikachanganyikiwa, lakini haikuwa mwisho. Mwaka mmoja baadaye, watoto wawili walikutwa wakiimba wimbo wa ajabu waliosema walifundishwa kwenye ndoto na kijana wa ngozi ya majivu aliyekuwa na nywele ndefu za msituni. Wimbo huo ulisema: mizizi mitano, damu ya simba, macho ya fisi, mwili wa upepo na miguu ya kivuli, ndivyo alivyo mwamba Tundulisu. Hadi leo Tundulisu hajawahi kupatikana, lakini popote penye mvua isiyokuwa ya kawaida au mtu anapotoweka ghafla bila maelezo, watu wanasema labda Tundulisu amepita. Na Gwajima anasemekana alirudi kuishi kwenye mlima mmoja katikati ya Kenya na Tanzania, akingojea siku ambayo mwanafunzi wake atarudi na kurejea, akiwa sasa si binadamu wa kawaida, bali roho ya mapinduzi ya jadi. Huu ndio mwisho wa simulizi, lakini ni mwanzo wa simulizi mpya. Jina la simulizi hii limebeba simulizi ambayo ndani yake majina tu yametumika, lakini sio simulizi ya kweli, ni simulizi ya kufikirika. Niambie kupitia simulizi hii, ni kitu gani kikubwa ambacho umejifunza kupitia mganga Gwajima na mpigania haki Tundulisu? Karibu sana. Mimi naitwa Jimmy Godfrey, hii inaitwa Bongo Star Media na kupenda sana. Siku njema iwe nawe. bye bye. <muchos>